Ni wajibu wako wewe kuangalia mustakbal na maisha ya binti yako, hata kama ipo katika ndoa. Binti moja ananipigia simu, ananiambia anataka hukumu ya kisheria. Subhanallah, ana watoto wanne wadogo, mume wake akampa talaka, wamekorofishana kidogo. Talaka, nenda kwenu, fungasha mizigo yako Kabla eda haijamalizika mwanamke anakaa anasema, nasubiri huenda baba wa watoto akaja kunirudisha nyumbani, na nakaa na watoto wanne. Anasema anapata taarifa jamaa akashaoa mke mwingine, na kamwingiza kwenye nyumba ya mke huyu huyu, katika chumba kile kile, anatumia fenicha yake, kitanda chake, jiko lake na kila kitu. Ahuo binadamu aina gani, ndugu zangu Waislamu? Hii ndio ruhusa ambayo Mwenyezi Mungu kaitoa, fankihu mataba lakum minan nisa, oeni oeni. Kama hivi, huu ni unyama. Huyu binti anahisia, ni mwanadamu. Wewe umechukua tu, sisi wanaume hatuna eda bwana, wenyewe ndio wanakaa eda, si unaweza ukaoa hata siku ya pili bwana? Kweli, lakini ndio unaitumia vizuri haki uliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala? Ni dhulma. Ungevaa viatu vya huyu mwanamke ambaye ana watoto wanne, yuko kwao ameshiriki na wewe kujenga nyumba, mmeishi pamoja, mmenunua mianza sifuri, mmenunua leo fenicha kila kitu. Leo unamtoa alafu unaoa oh, mke mwingine unamwingiza katika nyumba ile ile. Ni dhulma ya hali ya juu. Wanaume wengi tunakuwa wabinafsi katika masuala kama haya.